ni muru rugano tafaniti ni ikari a kirigaini kicigoini kia ubuge nyeri tauni. Oona thutha wa mwana wa miaka ikumi na imwe kuhahamwo kimwiri akiinuka kuuma thukuru. Ni kuo kwagiririe kwa aingatitwo kiroko ari muru ari muru warudamu twarite thibitari agiikara muciini thiku ithatu

Muthomi wa kanitha wa ni guo tumuonire ucio nio okorire kana kau na nio okarutire kanaga na akarehe kinya kuria maikaraga haria karingaini handu hetagwo ha musabu hau hakuhi hau nio arehirwa mwana ucio na mwana ucio kiuma mwana aciari hamwe na rutani ni moritio kunyitanira nigetha mahote kugitira ciana kumanagia na mitino ya mithemba oyothe. o yothe riri ciiko cia ciana kuhahamwo kimwiri na ingi kuragwo ithiite na mbere kuhanika ihinda ne une ikinyo na ithuo tuita tere ciana citu tutigwetikiria arimu ringi ati mwarimu agokaga akaingata mwana ni undu wa irio riu twauga ati riri ona irio icio tutikuriha ako ona irio tutiyareyaga tutikuriha irio ati nigetha mwana aingatwo thinachara ya kiroko, kiroko. na nuthu mwana ingirira thinachara na nuthu kiroko thaye mwari barabare no arachemania na ndu anginya matamui eh mwana ucio ni akuhenerio ni mwana ohenereirio na athie do itikwonania ona ciana citona tondo iria irathire itikwonania citire na cakiure te giri fotera murata wa ngai tv ritwa riakwa ni wanjiru wawainaina